Makadirio ya Umoja wa Mataifa yanaonyesha kuwa takribani watu laki sita na elfu hamsini wamesalia katika mji wa, wa Gaza huku Israeli ikiimarisha mashambulizi yake. Maelfu ya Wapalestina wanaendelea kuukimbia mji wa Gaza siku moja tu baada ya Israeli kusema kuwa imeanza mashambulizi makubwa ya ardhini kwa lengo la kuukalia kwa mabavu mji huo, huku kukiwa na mashambulizi makubwa ya mabomu usiku kucha. Wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas ilisema hospitali ya watoto ya Ali Ranitis ililengwa katika mashambulizi matatu tofauti, na kuwalazimu nusu ya wagonjwa wake na familia zao kukimbia. Jeshi la Israeli limesema linachunguza ripoti hizo. Hapo awali lilitangaza kuwa ilikuwa limepiga zaidi ya shabaha zaidi ya 150 katika jiji la Gaza katika siku mbili. Israeli inasema lengo lake ni kuwashinda hadi wapiganaji 3,000 wa Hamasi katika kile inachokitaja kuwa ngome ya mwisho ya kundi hilo na kuwaachia huru mateka wake, lakini mashambulizi hayo yamezua shutuma nyingi za kimataifa.